Mwenyezi Mungu mechi imemalizika salama. Mechi ilikuwa ni, ni tough sana kama ulivyoshuhudia, kwanza dakika ya kwanza mpaka dakika 90, lakini tunamshukuru ala, matokeo yamekuwa upande wetu, ni jambo la kumshukuru Mungu. unaambia nini mbele? mashindano yalikuwa ni magumu toka makundi, lakini jitihada za wachezaji ni wapongeze, lakini pia nipongeze timu pinzani ya Kiomboi, wana wachezaji wazuri kama nilivyosema awali, lakini pande wetu tumebahatika, tumepata matokeo, tunamshukuru Mungu, tunajiandaa, napenda kazi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika siku ya finali. Kwa majina ya Said Sultani, kocha wa Old Kiomboi Football Club. yeah. Naam. Uh, me mepoteza lakini kazi tumeiona. Unasemaje? Hatuna uh, cha kusema zaidi ya kuomba tu uongozi tuuongozi wazereva waangalie na uamuzi wao uh, uh, ni nzuri kweli mchezo ulikuwa mzuri mzuri sana, lakini umapoteza mpira ulipo, tukiwa matatu kushinda ujoo au kufungwa. Ah, kama kawaida, mpira ni mchezo wa hisia, unagusa sana hisia. Unapofungwa unafurahi, unapofungwa unaumia, unaposhinda unafurahi tumefungwa tumeumia sana, unatuambiaje siku zinazokuja kwenye mechi mbalimbali, katika mechi na ukoje? Asante. Sabani, ni kiti meneja wa timu ya Old Kiomboi. Kwanza mimi napenda kushukuru chama cha mpira wa miguu Wilaya Iramba, na sasa nikielekea mwenye makamu mwenyekiti Lucas Mrema kwa jina kwa jina rais ni Kiroa Safi pia na katibu wake Fariara Mumu. Napenda sana kuwashukuru kwa sapoti waliotolea kwa kufikia kwenye ligi ya mkoa mpaka finali. Pia na kingine, sisi tumeshapoteza mechi, naamini ndio unapofuata tutafanya vizuri zaidi. Na pia ni kweli timu yangu imecheza mpira mzuri sana, lakini tumeshapoteza nwa. anyway, ndo, ndo mchezo na anafata tajipanga zaidi kwa ajili ya kunyeji na kuiva mashindano kyo so nwa anyway, tueshapoteza. Tunawapongeza wapinzani wetu Magereza, tuwapiga mechi ya kwanza na mimi, wameshatusoma wamejipanga zaidi. Anyway, tunawapongeza kwa ushindi wao.